Kwa majina anaitwa Desi Momas Mumahili, ni mwenyekiti wa mtaa wa Biafu wa kata ya Majengo. Tunashukuru sana kwa kutimiza ahadi ya mheshimiwa mbunge aliyeahidi kwa vijana wa Mkenge kwa kuwaletea bati. Kwa hiyo hatuna mengi zaidi ya kumshukuru. Tunamshukuru sana kwa kutimiza ahadi yake, asante sana. Kwa majina anaitwa Fadhili Masudi ya Mbunda. Tunashukuru sana kwa kuzipokea hizi bati atuletea mheshimiwa mbunge kwa mimi, natoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa bunge kwa niaba ya vijana wa kijiwe hiki Mtenga. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza ni zaidi ya kumshukuru tu, ametimiza ahadi yake leo na tumefurahi sana, tunamuunga mkono. Kwa jina anaitwa Salmu Muhammad Mkundere, ni katibu wa tawi wenye kata ya Majengo. Nashukuru sana mheshimiwa mbunge Hasani Mtenga, mheshimiwa Hasani Mtenga tunashukuru kwa kuletea vijana hapa bati ni moja hapa, kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunashukuru tena, Mwenyezi Mungu amjalie. Jina naitwa Hasani Salumu Akin maarufu Ansi, mimi ni katibu wa mbunge wetu Hasani Selemani Mtenga. kuja hapa kwa niaba yake kabisa, nikuja hapa bati na vijana wetu wajue la, la Mtenga wa mjinga hiki kibanda nikamekuwa mwana bati kwaula mkuja kupumeza hadi yake wakabizi bati, lakini pia ni washukuru wenyewe kijiwe cha Mtenga kwa kujitoa muhanga, wenye wanajiongeza wamjenga ile bati, wamjenga ile banda nguvu zao wenyewe, ukahitaji nguvu zaidi. Sisi tunataka kushia bahati kwa ndio sana, lakini sema tu Mheshimiwa Mtenga yupo karibu na yupo karibu na nyinyi kwa asilimia zote. Kama kuna hili na jingine mambo anaweza kutekeleza tu, lakini huu ni mwaka mwaka mwaka wa uchaguzi, sawa. Ukisema bwana hii mtani tena kwa Mheshimiwa Mtenga, Mheshimiwa Rais kwa sababu sasa itakuwa inatosha zaidi kwa mimi. Ni sema tu kwa masamia sasa, ni mtano tena, tuombe tu Mwenyezi Mungu tujalie kwa wazima wa afya, siku ifike, ili wenzetu hawa tuweze kuunga mkono kwa kishindo, waweze kuwa kwa